Nimekuja kwenu na mada nataka tuzungumzie, wandugu zangu, nataka nimwambie kwamba mshindi huwa anajifunza na anayeshindwa huwa anaishi maisha ya kulalamika. Watu wengi katika dunia tunayoishi wanashindwa kujua nini waweze kukifanya, kwa sababu wanategemea kuwa wakisaidika. Lakini nataka siku ya leo ndugu yangu ujue kwamba mshindi huwa anajifunza na yule anayeshindwa huwa anakaa kulalamika, na hakuna siku una, ukiwa unalalamika kwamba kulalamika kwako wewe kwa uwezo wa kukusaidia. Ndugu yangu, mtu anayeshindwa huwa na mambo mengi sana, na huwa ni mtu anayotafuta lawama kila mahali. Bwana mimi kama nimeshindwa, ni baba alifanya hivi. Kama mimi nimeshindwa, ni kwa sababu ya mama. Kama mimi nimeshindwa, ni kwa sababu kazini kwetu alifanya hivi. Kama mimi nimeshindwa ni kwa sababu ya mazingira niliyokuwa nikiishi, kama mimi nimeshindwa. Yani, mtu aliyeshindwa huwa ana mambo mengi sana katika moyo wake, lakini yule ana, a, mshindi huwa anajifunza. Anapokosea leo anajifunza, na akishajifunza kesho anakuwa mshindi. Jaribu kuangalia, ndugu yangu, usiwe mtu wa kuishi katika fungo la wale walioshindwa, lakini uweze kubadilika ili huwe siku moja mshindi na wewe. Yaweza kawa katika maisha ya kawaida, katika biashara na hata katika mambo mengine, unapotaka kuonekana mtu wa samani mbele ya watu wengine. Hakuna mtu katika dunia hii atakuheshimu wewe ukiwa kila siku wewe ni kulalamika, na hao unaolalamikia, ndugu yangu, fikiria, watakuona wewe mtu wa aina gani? Ni lazima usimame na ujifunze, ili uweze kuwa mshindi. Unapokosea leo, hacha kosa lile ulilolifanya liwe somo kwako wewe, ili uweze kujifunza ulikosea wapi, ili kesho uweze kuwa mshindi. Jua kwamba ndugu yangu, kila mshindi huwa anajifunza, lakini yule anayeshindwa huwa anaishi maisha ya kulalamika. Na unapolalamika ndugu yangu, hakuna mtu atasikia kilio chako wewe, lakini kila mtu atakuona kama hufai. Na simama hapo ulipo, wale walioweza na kuwa washindi walizaliwa kama wewe. Wale walioweza na kuwa washindi ni watu kama wewe, lakini utofauti ni kwamba wanaposhindwa wenyewe huwa wanajifunza na wanapiga hatua mbele, lakini wewe unaposhindwa unaanza kulalaumu, unalaumu kila mtu na unalalamika ovyo ovyo. Kulalamika kwako kwa hakuwezi kusaidia, kulaumu watu wengine hakuwezi kubadilisha maisha yako, lakini pale utakapoamua wewe kusimama kama wewe na kupiga hatua mbele katika maisha yako, hapo ndio utabadili maisha yako na utatoka kwenye kundi la walioshindwa, na utakuwa kwenye kundi la washindi na utapata muda mzuri wa kuweza kujifunza. Na kama unaamini kwamba mshindi huwa anajifunza na yule aliyeshindwa huwa anaishi maisha ya kulalamika, weka maoni yako hapo, ili na wewe kesho usijekuwa mlalamikaji, maana hapo utawekwa kwenye kundi la walioshindwa na hautakuwa mshindi tena. Asante sana. Kama utaenda kugawa na watu wengine kipindi hiki. Amena.